Watu wengi sana hapa Tanzania, mimi siwezi so, kusema nini kifanyike. Najua kuna vyombo husika, kuna mamlaka husika zinashughulikia zina uh, swala hilo, na tutaona uh, matokeo yake itakuwa ni nini. Lakini umesema jambo kubwa sana uh, n yani, Simba na Yanga bana. Hakuna, najua kuna rafiki yangu mmoja huwa anasema ana anashirikia uh, timu nyingine, lakini najua tu moyoni kuna timu anaipenda kwa hizi ni timu ambazo zimetujenga, zime ukizaliwa nchi hii, ama we ni Simba ama we ni Yanga uh, na zina zina ushindani, lakini uh, uzuri ni kwamba zi, zi, ndio zimetujenga sisi uh, zimetujenga hizi uh, ambazo zime tujenga sintofahamu hizi ambazo zinatokea moja hapo, watu ambao waliko pia wahi, iftari, pia na nataka tusikie neno lake si pia hapa Naam, karibuni sana. Tunashukuru sana kwa kuweza kuja katika shughuli yetu hii. Tunafahamu ni mwezi wa Ramadhani lakini tunajua kuwa pia inakwenda karibu sambamba na Kwaresma, ni eh, mwezi ambao una, una, imani sana lakini kazi ambayo tunaifanya sisi ya kuhudumia jamii kama chombo cha habari ni muhimu eh, kualika wadau ambao wamekuwa wakitunga mkono kuanzia watu wanaotuletea matangazo tunaofanya nao kazi pamoja, eh, wachangiaji wa vipindi vyetu mbalimbali hadi eh, wasikilizaji wetu pia tumewaalika ili tuweze kukaa pamoja na kujumuika na na kupata futari na kubadilishana mawazo. Ni kipindi kizuri sana cha kukaa chini, eh, pamoja na kuwa tunamkumbuka Mwenyezi Mungu lakini eh, ni wakati mzuri pia na sisi wenyewe kuja kuonana uso kwa eh, uso na kuzungumza tatu kuhusiana na kazi tunazozifanya, lakini pia kukumbushana uh, mema na kukumbushana katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Sasa mimi nipongeze sana kwa kila ambacho mmekiandaa leo hapa uh, ni watu wa makampuni machache ambao wameanza kufanya kitu kama hiki. Na nataka nipate ni, ni iftari hii iko melenga nini hasa, kwa sababu kumekuwa na maneno ambayo pengine kuna iftari ambazo zinaandaliwa pia wanasema kwamba walengo hasa sio wala ambao wanatakiwa waje, kwa maana watu wamekuwa wakialika masta na nini. Hapana. The Crown Media, sisi tunasema hapa ni nyumbani. Kwa hiyo nyumbani, na mtu yote na, ana anakaribishwa, ana, kwa hiyo kama nilivyosema, lengo letu sisi ni kufuturisha uh, wadau wetu uh, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, watu wote ambao tuna, uh, tunafanya nao kazi, watu wanaosikiliza wanaotunga mkono tungeweza kualika watu wengi zaidi, lakini kama unavyoona nafasi haitoshi, lakini eh, na hatuwezi kualika kila mtu vile vile. Kwa hiyo eh, futari hii haina haina malengo yoyote ya ya, ya, ya, ya mrengo mwingine wowote zaidi ya kukaa na kuzungumza na wadau wetu, kuwakaribisha na ku, na kupata jioni moja nzuri sana ya ya kubadilishana mawazo na, na kukaa pamoja katika kipindi hiki cha cha imani. Kwa hiyo eh, kama kama taasisi kama anavyosema inafanya kazi za kijamii, ni vizuri sana kuweza kuwaita dao na tukazungumza na kubadilishana mawazo na kupata na na, na iftari pamoja. Smamoja watumba vya jamii katika hamna. Iftari bana, kama unaifahamu asili yake, unajua kabisa katika mwezi wa Ramadhani tunajua, zamani kabisa ilikuwa, siku hizi ndio imepungua, lakini wakati unafanya iftari unakaa kibarazani pale nje, mtu yeyote anayopita pale nje anakaribishwa kuja kula iftari. Unaona? Kwa hiyo kuna, kuna watu, ndio hicho ambacho sisi tunakifanya. Na hata watu walikuwa wanapita tu hapa wakaingia wakapata futari. Kwa hiyo hakuna hakuna kusema tumemlenga mtu fulani au tumemwacha mtu, fulani au tumemwacha, uh, mtu fulani. Futari bana ni ni, ni, ni jambo la kiimani, uh, na, ni jambo linahusisha ku, uh, kugawana kile ulicho nacho. Kwa Kiingereza wanasema ni sharing. Kwa hiyo sisi hapa tuko tuna share kile kidogo ambacho tulicho nacho na na watu wetu. Na kama nilivyosema hapa ni nyumbani, mtu yote anakaribishwa. Na ndio maana tumeifanyia hapa pa ofisini kwetu sisi. Pengine hasa uh, Kikeke kwa mwezi huu pia ni vitu gani ambavyo unavizingatia hasa tofauti na miezi mingine, na mbao, na mingine so, kwa sababu tunaamini ni mwezi ambao wa kutubu madhambi yetu na vitu uh, vingine pia kuvipunguza. Kwa hiyo hasa ni vitu gani ibada na hey, nye tunafanya kazi pamoja. Mnajua kuna wakati tunafanya kazi mpaka usiku wa manane, na lakini eh, huu ni mwezi wa kukaa na kutafakari eh, na, na kufanya ibada kwa, kwa sababu ni, ni nafasi ambayo inakuja mara moja tu kwa mwaka, kwa ni kuitumia vyema eh, na kurejesha eh, mahusiano. Nilikuwa nikisikiliza mawaidha leo eh, sisi kama familia tunakuwa tunagombana na ndugu zetu, hiki ndio kipindi cha kurejesha uh, uhusiano na, na familia zetu na ndugu zetu na marafiki zetu. Kwa hiyo, ni, ni, ni mwezi, ndio maana ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo ni mwezi ambao unakaa na kureflect na, na kuangalia uh, miezi 11 iliyopita na miezi 11 ijayo uh, hiki ni kipindi cha kukana ku reset ile button uh, ili tunapoanza tunaanza tunaanza tukio vizuri kabisa. Kwa hiyo uh, kwangu mimi binafsi uh, ni, ni, ni, ni mwezi wa toba ni mwezi wa ku, nafasi ambayo na najaribu na, na, na, kuitenga pamoja na na kuwa na na ratiba ngumu, lakini ni, ni, ni kusali kwa kadri ninavyoweza na na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja kwa kadri ninavyoweza. Ndio sasa mm. Nikupongeze ni pia lakini, japokuwa sija kuona uwanjani eh, Crown ikicheza mm. sijafahamu kwenye kucheza. <laughs> Ah mimi bahati <laughs> mbaya bwana, <laughs> nimesikitika sana, nafikiri tumetolewa kwa sababu sikuwepo. <laughs> nilikuwa kwenye ziara, unajua kulikuwa na ziara kadhaa za eh, Mheshimiwa Rais mikoani huko, kwa hiyo mashindano voanza mimi nilikuwa kwenye eh, kazi nyingine mikoani eh, wakati narudi Dar es Salaam bana, ndio napata taarifa kwamba <laughs> timu yetu imetolewa a uh, tumefungwa goli kadhaa za kushiba, lakini mimi nasema kabisa kwamba eh, msimu ujao <laughs> Manake tukishinda safari wangesema bwana michuano yenu mnashinda nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nafikiri msimu ujao tukichukua tuki ubingwa msishtuke sana. Tunaenda kujipanga tuta, tuta, tuta nani. Lakini tunashukuru sana watu ambao wanajitokeza kusema kweli kwa wingi sana kuja kuangalia michuano bwana. Ama kwenye TV au wanavyokuja hapo hapo Mikocheni. Mtukio umekuwa ni mzuri sana na kama tunavyojua bwana michezo ni ni, ni jambo zuri sana la kuje la kujenga afya na inaonyesha jinsi gani taifa letu linapenda football bwana. Sio? Eh, kwa hiyo ni jambo zuri sana vijana wadogo wanakuja tunaona pale maana yake sasa wanavotizama pale tunawajenga, tuna kisaikolojia uh, ili tuje kufanya vizuri sana siku za baadaye hapo hapo kuhusu Tanzania wengi kupenda michezo uh, Simba Yanga zimekuwa ni timu ambazo watu wengi sana hapa Tanzania wanazipenda sana. Na ukisema kweli inapotokea tofauti kuhusu na hizo timu, kwa kweli maswali yanakuwa ni mengi sana. Itoshe pia hata juzi mechi yao kushindwa kuchezwa, ibibua maswali mengi sana. Kama mwanahabari na mdau pia wa soka, Kila ambacho kinaendelea, unadhani ni kipi kinatoka kifanyike ili kuweza kuweka sawa vitu? Mimi siwezi kusema nini kifanyike, najua kuna vyombo husika, kuna mamlaka husika zinashughulikia zina uh, swala hilo na tutaona uh, matokeo yake atakuwa ni nini, lakini umesema jambo kubwa sana. Tanzania ni Simba na Yanga bana, hakuna najua. Kuna rafiki yangu mmoja huwa anasema anashirikia uh, timu nyingine, lakini najua tu moyoni kuna timu anaipenda. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimetujenga zime, ukizaliwa nchi hii ama we ni Simba ama we ni Yanga uh, na zina, zina ushindani na, lakini uh, uzuri ni kwamba zi, zi, ndio zimetujenga sisi uh, zimetujenga uh, sintofahamu hizi ambazo zinatokea zinatokea dunia nzima unaona. Kwa hiyo uh, si lazima ziwe zinafanana hasa lakini unajua kabisa kwenye vitu ambavyo watu wengi wanavipenda lazima italeta hitilafu ya, ya hapa na pale. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba swala hili tutaweza kulimaliza na halita, uh, gawa watu wetu kwa, kwa njia ambayo sio nzuri, lakini vilevile vile, uh, kwamba halita tia dosari uh, soka yetu ambayo kusema kweli ina, ina, inapata umaarufu mkubwa sana. Kwa hiyo inapotokea mambo ambayo yanaleta maswali mengi sana, unapata wasiwasi kama mdau wa soka kwamba uh, ligi yetu, soka yetu isije ikapatwa na doa kubwa, na watu kuanza kutuangalia na, ku, na kuweka alama za, za maswali kwenye kila tunachokifanya, pengine hasa katika hili ambalo linazungumzwa, hasa wengi wamekuwa kimtupia lawama rais wa shirikisho wala skalia, kwamba uh, kauli ambazo wanazitumia labda inaonekana kama upande wa pili ambao ni Yanga anaona kama hawatendei haki hivi nini. Itakuwa ile inapokuja swala la Simba na Yanga, asikudanganye mtu, hakuna mahali utasema kitu na utasema wewe uko sawa. Kila utakachokisema upande mwingine utasema umekosea, na utakapo upande utakachosema utasema imekutana nani. Hulka ya, ya, ya binadamu. Mimi imani yangu ni kwamba swala hili uh, kama ni, ni kanuni zitatumika, kama ni busara zitatumika ili limalizike. Mimi naangalia picha kubwa kwamba soka letu lisipate dosari, lisipate doa, na kama linaweza kumalizika mapema iwezekanavyo ndio vizuri zaidi, kwa sababu linavyozidi kuzungumzwa eh, sana napata hata labda kutizamwa zaidi kimataifa, na tukianza kutizamwa kimataifa ndio hapo mimi napata mashaka kwamba soka letu litaanza kuwekewa alama za kuuliza, na, na hilo si jambo jema sana kama mdau Kipao toe maoni yako hapo, mchezo ucheze ama sheria zifuatwe? Mimi nafikiri uh, wacha maamuzi mamlaka ambazo zipo zitoe zi, zi maamuzi. Uh, mimi kwangu mimi nitaheshimu watacho, watakachokifikia. Uh, kama mdao, ningependa hili swala limalizike bila kuwa na na sintofahamu au bila kugawa au bila kuacha maswali yoyote. Hilo ndio ambalo mi ningependa kama mpenda soka, nisingependa tu tufikie mwisho na bado kuwe na maswali yanaendelea. Baada ya hapo, tufikie vizuri, tufikie kwenye mwafaka mzuri, ili tuweze kuendeleza soka letu na tuweze kuendeleza uh, ligi yetu ambayo kusema kweli imepata umaarufu mkubwa sana Afrika nati Kwenantia inatia simanzi navyoona tunapitia tuna vitu hivi. Kwa hiyo uh, imani yangu ni kwamba mamlaka husika zitachukua zita hatua husika, na, na kuweza ku, kulimaliza hili swala ili tuweze kuzungumzia mambo mengine. Wewe mwenyewe unatizama sasa hivi kila mara ukifungua redio, ukifungua gazeti, stori ni hiyo hiyo, kusema kweli. Kwa hiyo nadhani itakuwa vyema kama uh, tatafutiwa mwafaka mapema iwezekanavyo ili tuweze kuendelea na maisha mengine yeah.